Waandishi wa habari mkoani Mwanza wametakiwa kutumia kwa weledi teknolojia mpya ikiwemo akili bandia maarufu kama AI ili kuepuka kutengeneza maudhui potofu ambayo ni kinyume na maadili ya uandishi wa habari. Rai hiyo imetolewa na mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Sauti Tabu Manyama alipokuwa mgeni rasmi kwenye maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani ambayo kwa mkoa wa Mwanza yamefanyika Jumatano Mei 21 mwaka 2025 mambo ya kusema hatuitaki AI, tunajidanganya sisi wenyewe. AI imekuja, ipo, itaishi na itaendelea kuboreshwa zaidi kwa kilichopo. Hatupaswi kuiogopa, tuichukue kama teknolojia na tuweze kuikumbatia kwa maarifa zaidi. Tunaomba tu vio vya habari na taasisi za mafunzo ya habari na teknolojia vione umuhimu wa kujumuisha somo la AI Aa, na maadili ya matumizi ya teknolojia katika mtaala wao. Kwa upande wa chuo chetu, chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino tumeshapiga hatua tayari. Tayari tumeshaandaa mtaala na TCU tunasubiri waupitishe. Wakishaupitisha, tunaanza kufundisha kama somo ama kozi ambayo itatolewa kuhusiana na masuala mazima ya AI kwa sababu kama tulivyosema hatuwezi kuikwepa. Naye mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari mkoa wa Mwanza MPC, Edwin Soko ambaye pia ni mwenyekiti wa taasisi ya vyombo vya habari kusini mwa jangwa la Sahara, Misa Tawi la Tanzania, ametumia maadhimisho hayo kusisitiza waandishi wa habari kufanya kazi kwa kuzingatia sheria, ikizingatiwa huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu hapa nchini. hali yetu kwa mwaka mmoja mkoa ni Mwanza umekuwa ni una usalama mkubwa sana hasa kwa waandishi wa habari. Akiwasilisha mada kwenye maadhimisho hayo kuhusu uchaguzi mkuu, mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Sauti Dr. Doto Bulendu amesema maadili ya uandishi wa habari ni nguzo muhimu kwa wanahabari kuepuka vitisho vya kiusalama hasa wakati wa uchaguzi. Sheria zipo, lazima tuzijue. La pili, tunajua kabisa sisi waandishi wa habari bado uwezo wetu wa kumudu gharama za uchaguzi ni mdogo tuko wengi tunalazimika kubebwa na vyama, tunalazimika vyama vitusaidie twende. Hata tukifika huko basi isiwe tena tukajigeuza tukaondoka kwenye uandishi tukageuka kuwa wababe dhidi ya waandishi wenzetu. Kuna rafiki yetu mmoja pale Shinyanga, uchaguzi wa elfu mbili wa na kumi na tano, akaenda anawafukuza waandishi wa habari, tuka tunamtania kwani wewe ni wenia? afisa wa usalama au mwandishi mwenzetu. Margaret Kusekwa na Silas Simoni ni baadhi ya wanahabari mkoani Mwanza waliohudhuria maadhimisho hayo yaliyoambatana na kauli mbiu isemayo, kuripoti katika dunia mpya jasiri, athari za akili bandia kwa uhuru wa vyombo vya habari na tasnia ya habari. Akili mnemba ni nzuri sana, kwanza inarahisisha kazi na pia inafanya muda wako wa kufanya kazi unakuwa unatumia muda mfupi kumaliza kazi, kwa sababu hii akili mnemba imetengenezwa na mwanadamu lakini sasa sisi kama wanadamu isitufanye ika tupotosha ikapotosha jamii. Tunapoitumia sisi kama wanahabari, kwanza tutakuwa eh walimu au kipaumbele katika kuwaelekeza uh, hata wengine kwamba akili mnemba ukiitumia vibaya inaweza ikasababisha, uh, kwanza ikasababisha taharuki, lakini ikasababisha kutoa taarifa za uongo. Kwa kama wanahabari tuko tayari uh, kufanya kazi, lakini tuko tayari pia uh, kutokuwa sehemu ya watu ambao tutakuwa chanzo cha kupotosha taarifa kwa jamii, uh, kwa kutumia akili mnemba. Nikiripoti kutoka hapa jijini Mwanza mimi ni George Marwa.